Ikiwa ni tarehe kumi na mbili mwezi wa kumi mwaka elfu mbili ishirini na tano siku ya Jumapili, mwizi wa pikipiki pamoja na uvunjaji wa nyumba za watu akamatwa maeneo ya Njoro yanayojulikana kwa jina maarufu kama Bangi Maji, apewa adhabu ya kipigo kikali mpaka akataja wenzake. Lakini licha ya hayo, alikutwa na vitambulisho mbalimbali vya taifa vya watu pamoja na pesa mbalimbali zikiwepo pesa za kikenya pamoja na dola bandia.

Kazimotu tenga kazi, kazi watawa choko sokoni amauu unauona yako ni kijana tunamkamata ambaye ni mwizi wa pikipiki. Vijana wako saba wametokea Arusha, wanaiba pikipiki Arusha wanaleta Moshi, wanaiba Moshi wanapeleka Rombo. Kwa hiyo hapa ni miongoni mwa vijana wa bodaboda ambao kino... wengine wanashawishiwa wanakusanyika hapa kwa hasira. Tuendelee kuwatafuta watu wengine ambao ni wahusika wakuua. Uh, tulipo mkutanazo leo kijana anamkamata mwizi akiwa na waleti ambayo ina pesa bandia na pesa za kitanzania tu ndogo ndogo bilia. Baada ya kumhoji, alitoa maelezo kwamba anadai yeye sio mhusika, lakini anafahamu mhusika na wahusika pikipiki piki Arusha unaleta Moshi, ina maana za Moshi zinaenda Arusha. Sasa tu baada ya kumbana vizuri, alivyotoa maelezo hayo, jeshi la polisi likaja likamchukua. Kwa hiyo sisi tunaendelea na upelelezi mtaani kujua kwamba ni vitu gani vinaendelea kufanyika na ni wapi wanapenda kuhifadhi hiyo vitu wa vyao. Tupo kwenye msako wa nyumba kwa nyumba, kama bodaboda kwa sababu wenzetu wanauliwa sana kwa haya matukio. Kwa hiyo safari si, hatutakubali kuona bodaboda ambaye ana pikipiki tunamwona mwizi wa pikipiki tukamwacha. Tutahakisha tunampata mmoja baada ya mwingine. Kama ulivyokwisha kushuhudia, hayo ndiyo matukio yaliyotokea siku ya leo. Nikiripoti kutokea hapa Njoro, mkoani Moshi, Kilimanjaro, ni mimi PK Online TV.